Tuko hapa kwa ajili ya tukio la kumkabidhi mkandarasi eneo la kazi ili aweze kuanza ujenzi wa skimu ya Idudumo awamu ya tatu. Uh, mradi huu una gharama ya shilingi bilioni 36.7 ni, ni pesa za serikali kwa ajili ya ujenzi wa mradi husika, na mradi huu tunachokifanya ni ku, kuongeza eneo la bwawa uwezo wa kuhifadhi maji kutoka lita bilioni mbili pointi tano kwa sasa mpaka kufikia lita bilioni tisa. Sasa ongezeko hilo la maji litasaidia kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta mia tatu kufikia hekta elfu moja na mia tano kwa hiyo tutakuwa na ongezeko la hekta elfu mbili na mia tano katika eneo la umwagiliaji hivyo uwepo wa mradi huu ni muhimu sana, na matokeo yake yatakuwa ni kunufaika kwa wakulima ananchi, wakibigi, mbideli na wananchi wa kijiji cha Idudumo Mwagedeli na Mwanzori, ili yapata idadi ya ya wakulima zaidi ya elfu tano ambao watanufaika wa na mradi huu. Tunaishukuru serikali, namshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi huu, mradi ambao utawanufaisha wananchi wengi. Kwa niaba ya wananchi wa Nzega tunashukuru sana kwa mradi huu mkubwa. Lakini pia ningependa kutoa rai kwa wananchi ambao tumeletewa huu mradi, sisi ndio wenye mradi. Kwa hiyo tujitahidi, tuutunze, tuupende, lakini pia tuulinde mradi wetu. Lakini pia ningependa kuongea na wahandisi, kama itawezekana, basi watoe kipaumbele kwa zile kazi ndogo ndogo ambazo wananchi wa Idudumo wataweza kuzifanya, basi wawe wao wanapewa kipaumbele wananchi wapa wa hapa Idudumo.